kutya kcio igoromopwĩkea ya magia ODM Paul Simbarati gate brevu na ĩkĩa mĩkio nĩgokĩrachi gũtine na vokongu na ondeteiyorache kwagwari agari Kwa tunasherekea miaka ishirini, lakini tunalia kifo cha baba Raila Amolo Odinga. Viongozi wameongea hapa, na mimi kama deputy party leader nataka kupeana mwelekeo ambao ni sawa. Muko tayari? Muko tayari? Munisikize. Kwanza kwanza, katika chama cha ODM kutakuwa na discipline number one, hatutakuwa na mchezo mwingine. Hiki chama vile mwenzangu Sosi amesema kime

kwa kila kaunti kunyamazisha umma wa chama cha ODM, tujipange 2027 20, lazima tukue katika meza ya uongozi wa nchi hii, hatuwezi. Wana ODM oyee! Wana ODM oyee!

Tafadhali, heshima airudi. Hatuwezi weka chama katika mnada kwa pesa ndogo ndogo. Mwisho, mnikubalie niseme hii mambo ya kusema na nimsikize mzuri. Hii ndio itaharibu chama. Watu wanasema o one tam two tam. O, ujinga wa one tam na two tam kwanza tumalize nayo, tujenge chama asisim yayo munyakiukiamekioaigatevi nas vononigovarakamwkwtivrovinaiverkiravavwatani homo omwelekeo tuunganishe pamoja, tuende mpaka ile Kanan ambayo baba alituacha tukiingia huko. Na kama chama tuko na msimamo, na kama chama tumeamua jambo moja. Tumesema ya kwamba baba alituacha katika ile broad based government.

Ombi langu kwa Abdul Samad Sharif Nasir. Ombi langu kwa Edwin Sifuna. You have a responsibility in the leadership of the party kuunganisha chama cha ODM. Tumeelewana? Majukumu ya kuunganisha nini? Chama cha ODM. Hatukubali chama ivunjike kabisa wa point, ten points agenda ambayo inahusu masuala ya wananchi. Mambo ya vijana iko hapo. Mambo ya ufisadi, kupigana na ufisadi iko hapo. Mambo ya wale vijana wetu ambao waliuawa kwa maandamano iko hapo. Mambo ya kurudisha madeni ya Kenya chini iko hapo. Mambo ya uchaguzi huru iko hapo. Mambo ya kazi ukosefu wa kazi iko hapo, mambo ya reforms kwa hii nchi iko hapo. Viongozi, mimi nataka kuambia leo, March mwaka huu, sisi tulikaa pale KICC na mkataba fulani ikaletwa baba aweke kidole. Baba akakataa, akasema lazima tutengeneze mkataba ambayo inahusu wananchi, na hiyo ndio kwa sababu tuko na points, 10 points agenda. Kwa hivyo viongozi wa ODM, kama mnaheshimu baba, kama mulikuwa mnapenda baba, let us implement, ensure the Ruto government implements the 10 point agenda. Oigo nigo bamwinyora Raila Odinga sokubeka so, borosobuya sekia magia ODM na sinsi ya Kenya asibata buna nigo baguchiko inekea buna unciabirika gwikirana buna Raila Odinga ganitieke ya miaka ishirini tangu kubonewa kwa chama cha ODM. Sisi kama wana ODM leo tunakumbuka kinara wetu Raila Amolo Odinga yeye, yeah, amekuwa shujaa wa ugatuzi, amekuwa mtetezi wa wanyonge, na sisi kama viongozi wa ODM tutahakikisha ajenda ya baba inaenda mbele. Kwa ripoti ya Etaya TV nchini, kwa Eric Maube.